Yes, uh, tuko na mwana wa nyumbani kutoka Kiagatino. Kiagatino ni nini kule? Ki, ni, ni Kiagata city, yani Kiagata ni sehemu ambapo alipozaliwa mzazi wangu wa kiume ambaye ni babangu, ndipo alipozaliwa Kiagata. Kwa hiyo waga na be proud, maona kuhitaja sana Kiagata kwa sababu ni homeland pia. Umeona? Pia ni sehemu ambayo mimi naweza nikajivunia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wanamsoma wote, big up sana love. Yeah. <laughs> e wale, yeah. Yes, tuna mengi sana ya kutaka kuyasikia, nina imani tuna mengi ya kuyasikiliza kutoka kwa Shua Boy, Kurya Boy, mtoto wa Kiaga Tino <laughs> ni Kiaga Tino kule lakini leo tuko Musoma. Sasa, yeah. mm -hmm. uh, ninatamani au mtazamaji ana mengi sana ya kutamani kuyasikiliza kutoka, yeah. kwako, uh, tutegemee nini sasa? umetoka Dar es Salaam, umerudi nyumbani, umerudi, umekuja kurudisha shukrani nyumbani, tutegemee nini? yeah, cha kutegemea hapa nafikiri kwamba tegemee kazi kubwa zaidi ya zile ambazo nishawahi kufanya mm -hmm mona kwa sababu unaporudi nyumbani umekuja kupata baraka. mm. mona kwa sababu umekaa muda mrefu, miaka kumi na mbili bro. Kwanza tunaenda kuojeana wapi kwanza? Ni pale mbele, nadhani tunasogea sogea mbele. umeona kama tunatembea muda mrefu, tunaenda, tunaenda tunaenda tu, tafuta sehemu tukae, tutulie Aa, twende pale chobingo pale. Twende pale chobingo tangulia, sasa mimi mgeni huku. Au uwezi kupanda? anapanda vipi? swali kabisa, nakuona upo. Huyo mdogo wangu? Huyo mdogo wako. Eh, mdogo wako huyo? Kabisa. Ay, angalia, sasa usije ukajikwaa hapo. Hapa, ukaleta nanili ukasema nyumbani tumekuna nili haya. Panda hapo, eh, panda hapo. Mimi bwana panda. Familia utawala. Utawala. Ah, una peng juu kwa juu. Juu kwa juu. Safi kabisa. Yes, wanakuliita Gabodoni, Gabodi, Gaboti ZA. Au sio bwana? Niko kitaa cha Musoma Town, niko na mwanangu Kurya Boy. Au sio bwana? Leo tuko nyumbani, tuna mengi sana ya kuzungumza naye. Au sio? Lakini sasa tunatamani uanze kujitambulisha kwa vile ambavyo watu wamekuzoea. Ya mimi kwa majina naitwa Kurya Boy, Shua Boy mnyama mnyamwezi kutoka Kiagata City, guys au mtoto wa msoma au nembo ya msoma najua kuna nembo na kuna siombo mimi ni nembo ya msoma hakuna comedian yoyote yule katika mji wa msoma guys kama kama yupo basi anakuja anakuja na basi ajipange maana hii ni mara 24 usisahau kusubscribe kulike kucomment ku na kushare la deck safi kabisa, yeah. Tunaona unyama ni mwingi, unyama huko kwa shingo yeah. Lakini vipi uzito, au ndo inasababisha unakonda nini? Ah, uzito kama kaida nishazoea, ilikuwa ni zaidi ya hii, minyama ilikuwa minyama kama yote mm. <coughs> ya yeah. Kwenye gari wameniibia wewe. ya yeah. Gari gani wamekuibia? wakati unatoka daa kuja hapa, wakati unatoka bweli kuja hapa, wakati unatoka bweli kuja hapa, kuja hapa, tunataka yeah. Kutuambia sisi Musoma bado tunawizi bro Aa, nasema tu ni kwamba ni ile kwamba kuona be happy na mtu ambaye ajawahi kumwona ndani ya miaka kumi na mbili. Kwa hiyo ile pale Kurya Boy kitu gani kasema, okay bless. Chukua ondoke nayo. Eh, ndo maana nikapunguza mzigo. Mzigo. Yeah. Eh bwana, ah, umetoka kule umekuja hapa Mara, tutarajie nini kutoka kwako kwa ajili ya kuinua Mara? Ya, nafikiri kwamba mikakati ni mikubwa na mikakati ni mingi zaidi na Mara kuna vipaji sana na ninapozungumzia vipaji namaanisha kwamba ni vipaji ambavyo vimejificha na ni vipaji ambavyo vinahitaji ubinafsi, vinahitaji kuachia moyo unapo. Mkakati wako ni upi sasa katika kuhakikisha vipaji vinaachiwa? Mkakati wangu ni kwamba ni kufanya kazi na wasanii wa Mara na kuwatambulisha kwa Watanzania na kuwa, m, ku, ku, kuwapa kwamba Mara naye pia kuna nini, kuna vipaji kwao. Unapokuwa unafanya kazi na mmoja, wengine naye pia wanakuwa wanaona kama nimeanza na mdogo wangu anaitwa Mwefeso. Mm. ya ni kijana mm, tunapiga kazi. Kwa hiyo mkakati wangu mkubwa kabisa ni kufanya movie kubwa ambayo inaitwa Mgeni wa Kijiji ambaye nitaifanya katika mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara. Kwa hiyo unawaambia wanamara wawe attention Mara. kwa ajili mara. Uh, uh, ya kusubiri kazi kubwa inayotoka kwa Kurya Boy pamoja na Mwefeso ndani ya mkoa wa Mara ya yani ni, ni mkoa wa Kura. Maana wakae sehemu wakae watulie waagize viazi na towa wachukue makoba wachukue marenge wakae wapige wanywe maji jagi tisa. Kurya boshwa Boy mnyama Mnyamwezi, nimekuja kwa moto mwingine sawa. Msoma inaenda kuwaka moto mbona, na nataka tu niwaambie Wazaramo kwamba wanazalau Msoma, kwamba Msoma sijui kuna kitu gani, wakulia sijui ni wachafu, sijui hakuna wa kitu gani, wakome koma koma kabisa. Yoyote anayesema kwamba mkoa wa Mara si kitu gani akome. mm. Yeah. Akome kabisa kama alivyokoma huko huko. <laughs> okay, Kurya Boy, yeah. tukiachana na stori za mkoa wa Mara. Aa, turudi sasa kule ulipokuwa mwanzoni kabisa tulikuona uh, ukiwa na akina back pass, lakini baadaye kuna yule mdada bonge Pendo tumekuona. yeah. Lakini siku hizi sioni kama upo cross naye, kulikoni? Kuliendaje huyu? yeah, unajua tunafanya hizi kazi mm tukiwa tunaamini kwamba mameneja wanakuwa ni miongoni mm, mwa ma watu ambao wanatamani sisi tufike mbali, lakini mameneja wamekuwa ni watu ambao wanatamani sisi tuendelee kurudi nyuma, tuendelee kubeba mizigo. Umeona, kwa mameneja wameingia sana na tamaa na kazi zetu, ni mtu anayekuja kama kukusaidia, lakini ni mtu ambaye anakuja kama vile kukudondosha bro, umeona wezi. Amini, nilikuwa na meneja tunafanya kazi au wote walikuwa wako chini yetu, mm, tunafanya kazi kama as group kwa hiyo tulivyotofautiana tu kila mmoja akatafuta njia yake mm. yaani ni kama vile kundi la mapanya limekaa sehemu kwenye poli afa akaingia paka. Kwa mapanya kaamua kufanyaje? Kutawanyika. Kwa panya Kulia boy niko Msoma. Huyo panya Pendo yuko sehemu zake zingine huko, mm. Lakini Kulia boy, tabaki kuwa huyu moja peke yake Said, na atasimama Hata ufanye kitu gani brother. Mm. This is Kulia boy, shua boy. Mnyama, mnyamwezi kutoka Gagata City guys. Yeah. Ah, sasa kulia tunaona muonekano wako huu umekuwa maarufu sana na umejichukulia umaarufu sana, yeah. Ah, tunaamini wewe ndio maisha yako ya kawaida yako hivi, hivi kila siku au ndo muonekano wa kisanaa tu? Ah, huu ni muonekano wa kisanaa. mm. Na huu muonekano umekuja baada ya kuona kwamba kuna mkuri alikuepa naegeza comment kwenye Twitter Maranya. Appreciate sana brother popote alipo. Yeah, kwa hiyo sasa nikaona kwamba mimi nataka niwe muigizaji wa comedy upande wa kabila la Kikuria na kuja vipi? Ama natokaje? Na kuja na kitu gani cha tofauti? Nikasema kwamba nikivaa nguo machafu machafu kawaida imeshakuwepo, lakini nikasema ngoja nipige usuti wangu, nyama nipige na cheni, nipige miwani, kitambaa kama Tupac, alafu nibadilishe mwendo. Unajua Watanzania ukiwa una unakuwa uko free kama akira sijachomoka yes. Kukufahamu ni ngumu sana bro sae, sae. Lazima kidogo ujitofautishe na wao ujichomoe fuse kidogo. <laughs> kidogo fuse ichomoke mm -hmm. Kwa hiyo ikabidi nichomoe brain, nikabidi nikunje mguu. Mimi sio kirema, ila wapo wanaogundua kwamba wanaojua kwamba mimi ni kirema sae. Lakini mimi sio kirema. Ni katika kuhakikisha kazi zako zinakuwa na utofauti eh, ni kuhakikisha kwamba funza nao wanakula. Najua unapopata chakula unaenda unashusha mzigo naofunzi anafanyaje? wanapata, wanapata chakula mm. kwa tuwezi kuwasahau yeah. Ah, Kuria Boy, sasa kuna upcoming comedians wengi sana ambao, ah, pia yawezekana wametoka mkoa Mara au wanaigiza rafudhi ya upande huu wa Mara, tunaona eh, kina Headmaster. Yeah. tunaona madogo wengi sasa wanaanza kuigiza wa kikuria kikuria yeah. una kipi cha kuambiwa cha kuambiwa hawa ah, mimi nafikiri kwamba kazi wanayo mm. cha kufanya tu wazidi kufunga kamba mm hususani kama Headmaster anatakiwa mm. awe ni mfano, akae sehemu atulie, juu aangalie chini mm. anakutana na Kurya boy mwamba, mwamba moto hapa, hawezi kusogea. sawa na ya. Ninaamini baada ya wewe kuanza kutrending e, na hizi rafudhi za Kikurya ndo ndipo ambapo wale madogo sasa, au tuseme wale wasanii wengine walianza nao kuja, wakaona ha, kumbe nyumbani pia tukiiga Kikurya Kikurya, tukitembea kimaramara kunalipa ya sasa wewe walivyoanza kuja kipi ulijisikia au ulijisikiaje? Cha kwanza nilijisikia furaha sana kwa sababu ni washamba niseme kwanza. Kwa sababu gani naita ni washamba? Kwa sababu uwezo ukajificha we kama wewe sio Mkuria. Kwa sababu tu uko Dar es Salaam unaiga mambo ya, ya nini? Ya mm. Dar es Salaam. Inabidi u be proud na kabila lako. So, natokea mkoa wa Mara naigiza rafuzi ya mkoa ma, wa Mara. Sasa baada ya kuona nao pia wakafanyaje? Wakajitoa kimasomaso sisi pia ni Wakurya mm, ukute hata wale pale ni wazalamu wazuri tu, lakini sio Wakurya. Baada ya kuona kwamba soko la kikurya limeanza kutrend na limepata mtu wa kuweza kufanyaje, mm, kulisongesha kulisongesha gurudumu, basi wao ndio pia mm, wakaunga wakaunga mm, msafara wa kenge. Mamba wako kwa, unataka kuniambia msafara wa kenge? Wewe mamba wao, msafara wa mamba kenge, wao, msafara wa mamba kenge, nyuma mamba wao. Kurya Boy, Shua Boy mnyama, mnyama, mnyamwezi aliamua kuingia kwenye kisima miguu yote miwili Saimu. Mona wao sasa hivi wanachokifanya ni kupima maji kwa kutumia mti gogo, hmm. Na, na, na alisukumi kwa mkojo Eh. Hey. Hii ni tafakuri kweli kweli, yeah. Kutoka kwa Kurya Boy, Shua Boy mnyama a kutoka Kigatino City yeah. Tuko Musoma Musoma, Musoma, ndo nyumbani Musoma ndo kwao na Kurya Boy. Au sasa bwana yeah. Karudi nyumbani kurudisha, yeah. shukrani. Kurya Boy yeah. Uh, tunatamani kujua kwamba uh, vipi hali yako ya kimahusiano maisha yako Uh, Kurya Boy, Shua Boy mnyama mnyamwezi, niseme tu kwamba bado hajawa na mke, niseme tu hivyo, ila ana watoto saba, wote kila mama tofauti tofauti. Kurya Boy ni moto wa kuotea mbali sana, na hapo bado wengine, hata sijui. Maskini wa Mungu, si wako kumi na nne? hiki <laughs> kichuri kinafanya kazi kwa sababu mimi natamani vikikaa viji ivijikusanyi vikisha maliza kula, vinazunguka nyuma ya nyumba, vinaanza kupiga ku, mikemo, vinakema hmm. Yaani kila kimoja kinatoa mkemo wake hmm. Hey, vitoto vyangu hivyo. Na umejipanga na nimejipanga eh kuvirisha tu na kama nikikosa hivi nakula cement eh bwana. Eh, tuko na Kuria Boy sasa uh, Kuria Boy huko yeah, mjini Musoma huko mkoa wa Mara yeah. Uh, tunatamani kusikia kauli yako kwa wasanii wa mkoa wa Mara kwa sababu tunaamini umekuja, unaweza ukawa dira na mwongozo mzuri, na kuwanyanyua wale wasanii ambao wapoga hapa mkoa wa Mara. Uh, yeah, mimi nafikiri kwamba kwa wasanii wote wa mkoa wa Mara mm. wasiwe na na aseme na bana kinyongo, haba kinyona Kurya Boy haba kushindwa hata ile bana hai salamu nini. Unajua, tukae tutulie, kuna jambo nalipika. Umeona, napika pika movie ambayo itakuja kutikisa mkoa wa mara mzima. Sawa, ehe. mm. Yani nyinyi mara mm. 24 online TV mtakuwa mm. mashahidi mm. haki ya mama he, mtakuwa mashahidi, na kuja kudondosha kitu he, kitu, hey, kitu. haiba hey, mlabeto tatamana baba mm. kitu kinadondoka Najua? Mm. Ah! Ha! Kuria boy. Yes, niko na Kuria boy. Umemsikia. Nimepiga na story mingi sana bana. Behind the camera ni Mwefeso TZA. Eh, hey, mimi hapa ni Gabon Mariba. Au unaweza kuniita Gabon don't tease it. Lakini pembeni yupo mnyama TimbaTZA. Asante sana kwa muda wako, endelea kuwa nasi, tuko mkoa Mara, tupo kwa kina Kuria boy. Shua boy mnyama mnyamwezi kutoka kutoka Kiagata City guys. Hii ni Mara 4 20... Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na ku comment. This is Kuria boy shua boy mnyama man.